Katika jamii zetu wanawake wengi hukumbana na unyanyasaji wa kijinsia hasa katika maeneo ya kazi, hali inayoacha na maumivu makubwa ya kimwili na kisaikolojia. Mathalan, chama cha waandishi wa habari wanawake Tanzania TAMWA kiliwahi kutekeleza mradi uliowezesha kufanyika kwa utafiti wa kuangalia hali ya rushwa ya ngono kwenye vyumba vya habari, na matokeo yake yalionyesha kuwa asilimia 48 tu ya wanahabari ndiyo walioweza kusema wazi kuhusu madhila ya rushwa ya ngono waliyoyapitia katika vyumba vya habari. Asilimia hamsini na mbili iliyobaki hawawezi kusema wazi kuhusu changamoto hiyo. Lakini nyuma ya maumivu hayo, wapo wanawake wanaoamua kusimama imara na kubadili mkondo wa maisha yao. Miongoni mwao ni Hanura Hasima, mkazi wa mji mdogo wa Katoro mkoani Geita. Ni mama wa watoto wawili ambaye alipitia changamoto kubwa akiwa katika eneo lake la kazi. Anasimulia jinsi kiongozi wake katika eneo la kazi alivyomlazimisha uhusiano wa kimapenzi, ombe alilolikataa kwa misingi ya maadili na heshima binafsi na kukataa huko kukamweka katika mazingira hatarishi. Baada ya, ya kupitia changamoto nyingi nikawaza nitapata vipi mtaji, nina ndoto nina idea lakini sina pesa. Nikaamua kwenda kutafuta kazi, nilipoenda kutafuta kazi kazi nikapewa. Nilipopewa kazi, nilifanya kazi ka, kama siku mbili tatu hivi, sasa yule msimamizi wa pale aloachiwa ile ofisi kama msimamizi akawa ananitaka anani kimapenzi ki e, yani ikaninyima ikani amani koo nilivyokuwa labda nikichenga, niki, niki napita hivi hivi, ndo matukio sasa yakaanza mengine niliokuwa napitia pale. Yani ilikuwa kama hivi, nipo nafanya kazi kazini, naingia ni saa kumi na mbili asubuhi mpaka saa nne, nimesimama kwenye karo la vyombo asubuhi. Labda nasema kwamba hivi ngoja nipumzike kidogo. Akikukuta hapo hivyo umekaa anakwambia wewe umekuja kukaa hapa. Akikuta tu umekaa anarudi tena anakunyanyua. Hivyo, kwa hiyo kwa anafanya kazi mpaka usiku. Yaani ni kazi kazi ya mna kupumzika. Kama hivi ni alipokuwa akinikuta nafanya kazi, nimeinama ananigusa sasa bila ridhaa yangu. Sasa pale nainuka kwa kupaniki. Ana ananiambia tulia. Hivyo yani, aligusa maeneo tu ya mgongoni hivi, si unajua si wanawake kama umeinama hivi, anapogusa hata kiunoni ho. Tu nilikuwa eneo la kazi hivi, na na inapeleka vyombo chumbani kule. Chumbani yule msimamizi akanipata kinyumanyuma, nilivyoingia na akaingia pale. Bahati nzuri sa ni mwingiliano wa watu na mtu mwingine akawa amekuja kugonga mlango akaweka vyombo ndo akawa ameniacha. Nilijisikia vibaya, yani niliumia, niliumia sana kwa kweli yani, nili, yani nilijifikiria kwamba hivi huyu ananionaje? au au kwa nini? unaona na sio mimi tu, kuna wengine tu nilikuwa na- nasikia wanalalamika kama hivi. Akimfatilia huyu huyu akaa kama hataki, anamfata tena mwingine, na akikataa hivyo hivyo, visa anamkata mshahara nini, mpaka anawachisha kazi. Leo Hamisa Haruna ni mfano wa mwanamke jasiri aliyegeuza maumivu kuwa nguvu. Biashara yake imekuwa chanzo cha kipato na uhuru, ikimpa nafasi ya kufanya kazi katika mazingira salama na kuwatunza watoto wake kwa heshima. Simulizi yake ni ujumbe kwa jamii na waajiri kwa unyanyasaji wa kijinsia hauna nafasi katika eneo la kazi, lakini pia ni tumaini kwa wanawake wanaopitia katika hali kama yake. Kwa licha ya maumivu, bado inawezekana kuinuka, kujisimamia na kuanza upya. Kutoka hapa mkoani Geita, mimi ni Ibrahim.